Unajua, ngoja nikuambie kitu kimoja ambacho kitakusaidia uweze kumwelewa huyu Mungu. Understand me by the Spirit of God. Unajua, Mungu ni Mungu wa fursa Aujanelewa? Anasema katika neno lake kwamba alivichagua vilivyo vinyonge ili apate kuvihaibisha vyenye hekima, na kama haitoshi, anasema walio wazima hawahitaji tabibu, bali wale walio wagonjwa ndio wenye kuhitaji tabibu. What does it mean? Every time ninapopita katika nyakati ngumu, it is an opportunity before God to do something in my life. Hmm. Ndio maana mara zote waga nawaambia watu unapopita katika nyakati ngumu, you better rejoice kwa sababu ni kupitia nyakati hizo ngumu, ni kupitia nyakati hizo za kusaulika, ndio Bwana huwaga na kukumbuka. So sometimes kwenye maisha ukiwa kama binadamu unaweza ukapita kwenye nyakati ambayo watu wengine wanaona ni fursa ya kukuacha why? Kwa sababu ulikuwa una kazi and right now hauna kazi tena, na mara ya kwanza watu walikuwepo kwenye maisha yako kwa sababu walijua ungeweza kuwawezesha, but right now umeshuka chini, hauna kitu chochote kile in life, so everyone anakukimbia hakuna mtu ambaye anataka kukusogelea. Umepata ugonjwa, mara ya kwanza ukiwa na afya, watu walikuwa wanakuja wanakusupport, watu walikuwa wanakuja wanakuspoil, watu walikuwa wanakuja wanacheka na wewe, kwa sababu kila kitu kilikuwa sawa, but right now you are passing through hard time. Hakuna mtu ambaye anakusogelea, and usipokuwa makini kwenye hicho kipindi, unaweza kuhisi mpaka Mungu amekuacha, ila ni katika hizo nyakati God is trying to show you kwamba katika nyakati zote, mtoto wangu, mimi niko pamoja na wewe. <laughs> This is why anasema upitapo katika maji mengi hayata kugarikisha, aishi tu kusema hapo, anasema hivi usiogope, mimi niko pamoja na wewe, nitakulinda, nitakutia nguvu, nitakusaidia. Why? Wengine watakuacha, wengine watakusahau, wengine watakupotezea, but I God I will never forget you. So my Problems. Ni opportunity before God, popote napopita katika shida, napopita katika hali ambayo unaona kabisa kwamba mm, mbona kama ni mazingira ambayo sijaelewi ni nini, sijaelewi, ila ni mazingira ambayo Mungu anaelewa nini ambacho anakifanya. And understand me by the spirit of God everyone anaweza akatafuta sababu ya kukuacha in your life. Kila mmoja anaweza akatafuta sababu ya kuondoka kwenye maisha yako. Kila mmoja anaweza akatafuta sababu ya kuto kukusaidia, lakini katika hizo sababu zao za kuto kukusaidia, katika hizo sababu zao za kuondoka, katika hizo sababu zao za kukuacha, ndio sababu ya Mungu kuja kwenye maisha yako. I really wish this, yani I wish mtu mmoja angenielewa.